Bilionea anajificha kuwa msaada wa maskini ili kumsaidia mwanawe kupata mke. Jana Leticia alikuwa ameketi chini ya mwavuli wake, mavumbi kwenye miguu yake, jasho likimtiririka usoni mwake, akita mkate, mkate mpya. Lakini leo alisimama mbele ya jumba refu jeupe lenye malango ya dhahabu yaliyong'aa chini ya jua la asubuhi. Miguu yake ilitetemeka, malango mazito yalipofunguliwa polepole, yakifunua ulimwengu wa matajiri ambao alikuwa ameona tu kutoka kwenye magari yaliyopita. Ndani kila kitu kilikuwa kimya, safi na kingavyo. Harufu ya waridi na rangi gali za kufunika ilijaza hewa. Mkoba wake mdogo, ule ule ambao alikuwa akitumia kubeba chenji na mikate, ulininginia kutoka begani mwake Ukionekana siwa mahali pale dhidi ya sakafu ya marmar, aliweza kusikia mapigo ya moyo wake yakiangaza kupitia ukumbi, wakati wajakazi wa jakazi wawili wa nyumbani walitazama kutoka mbali wakinong'onezana. ni nani huyu, moja aliuliza kwa sauti ya chini. msafishaji mpya wa bibi, mwingine alishutisha kichwa. Msafishaji? Je, hukusikia? walisema ni yeye ambaye bwana mkubwa anamtaka kwa ajili ya Bwana Rodine Mdomo wa msichana wa kwanza ulifunguka. Unamaanisha msichana wa mkate? Tufiakwa, dunia imeisha. Leticia alijifanya hakusikia, ingawa maneno ya oyalitoboa moyo wake. Alitabasamu kwa unyenyekevu na kushikilia mkoba wake kwa nguvu zaidi. Kama hadithi hii imegusa moyo wako, jiunge nasi kwa hadithi zaidi za maadili kutoka Afrika. Bonyeza subscribe like, na uwasha kengele ya arifa ili usikose hadithi zinazoweza kubadilisha mtazamo wako wa maisha. Bwana Robert alimwongoza hadi sebuleni kubwa, ambapo vichangalaro vilininginia kama maporomoko ya maji yaliyoganda kutoka darini. Aliashiria aketi, lakini alibaki amesimama. Keti binti yangu, alisema kwa upole, uko salama hapa. mzi Alinung'unika, macho yake yakijaa hisia, sijui jui jinsi ya kuketi mahali kama hapa. Naogopa nisichafue kiti chako. Alitabasamu, macho yake yakiwa maororo. Hofu hiyo ndio hasa inayokufanya ustahili mahali hapa. Unaheshimu kile ambacho wengine huchukua kwa kawaida. Dakika chache baadaye, Rodine aliingia, amevaa shati jeupe rahisi, akionekana mtulivu na mpole. Alitabasamu alipomuona na kusema karibu Leticia, unafanya nyumba hii ing'ae zaidi tayari. Mashavu yake yaliwaka na aliinama kidogo. Asante bwana mkubwa. Tafadhali, alisema, ni Terodini. Ilikuwa ni mara ya kwanza mtu wa tabaka kama hilo alikuwa amezungumza naye kwa upole. Usiku ule alipokuwa amelala kwenye kitanda kilicho laini zaidi alichowahi kugusa machozi yalijaza macho yake. Alikumbuka kile kiti cha mwavuli na rafiki yake Uzo ambaye daima alimfanyia mazaha. Siku moja tabasamu lako hili litakulisha, alinung'unika. Mama binti yako analala kwenye jumba, lakini naomba nisipoteze moyo wangu ndani hapa Thindhai. Doruba inaanza asubuhi. Iliyofuata doruba ilianza kimya kimya, wakati wakifungua wa kiniwa baadhi ya watumishi wa nyumbani walimtazama kwa mtazamo tofauti. Msimamizi mkuu wa wajakazi, Bi Agnes, mwanamke mrefu mwenye kiburi na macho makali, alianza kumpa mtazamo wa baridi. Mwanamke mdogo, alisema kwa sauti laini lakini nzito, katika nyumba hii tunafuata sheria. Kifungua kinywa kinatumikia saa moja. Huketi mpaka Bwana Rodine aketi, na husemi mpaka uzungumziwe leticia aliinama kwa unyenyekevu ndio bi rodine alitambua msukosuko na kusema kwa upole agnes ni mpya hapa mwepuke agnes aliinama kidogo akificha wivu wake bila shaka bwana mimi tu ninadumisha utaratibu lakini moyoni mwake agnes hakuweza kuvumilia kwamba muuzaji wa kawaida wa mikate angekuwa juu yake katika nyumba hii hivi karibuni siku zilipita na minong'ono ikasambaa kama marashi Baadhi ya walinzi walimwita bibi mkate, wengine walimdhihaki nyuma yake wakisema hakujua hata jinsi ya kushikilia uma. Hata hivyo Leticia alitabasamu, alikataa kuruhusu uchungu ukuwe ndani yake. Mahana moja alipokuwa akitembea bustanini, alimkuta mzee mchimba bustani akipambana kuinua chungu la maji kilichovunjika. Alikimbilia, akapiga magoti kando yake na kumsaidia kuinua Mchimba bustani aligandamana, akitazama kwa mshangao. Bibi, wewe hupasiwi kufanya hivi, nguo zako zitachafuka. Alitabasamu kwa upole. Kwa hivyo wewe unafanya kazi kwa mikono yako kila siku, mimi pia nilikuwa zamani, si aibu kusaidia. Machimba bustani aliinama, akitabasamu kupitia mikunjo yake. Jioni ile Bwana Robert alisikia hadithi kutoka kwake na kutabasamu kwa fahari hata kati ya waridi unyenyekevu wake unachanua. Lakini si kila mtu alishiriki furaha yake. Agnes alikuwa akitazama wivu wake ukiwaka zaidi. Alinungunika kwa moja wa wajakazi, hebu tuone muda gani mwenendo huu mtakatifu utadumu wakati jaribio la kweli linapokuja. Na jaribio hilo lilikuwa karibu zaidi kuliko mtu yeyote alivyojua. understra nyumbani kijijini Ogamosho nyuma huko kijijini Ogamosho, jua lili chomoza kimia juu ya ardhinekundu likipaka mapaakwa dhahabu. Mama Raisi alikuwa ameketi mbele ya nyumba yake ya udongo macho yake ya, ya kielekea ya barabara ndefu yenye vumbi iliyoelekea mjini maku. Kando yake chinwe mdogo wa Letisia wa miaka sita nasita alikuwa akiyoshanguo katika karai ya plastiki iliyovunjika. Kila asubuhi tangu Leticia aondoke kwenda Lagos, mama Raisi angelitazama barabara hiyo akitumaini barua, simu au ishara. Chinwe alisema kwa upole, imekuwa miezi sasa na dada yako haandiki kamwe. Unafikiri jambo limetokea kwake? Chinwe alitabasamu kidogo. Mama, unajali sana. Unajua Leticia, hata tulipokuwa hatuna chakula bado angelitabasamu. Najua yuko sawa. Labda anafanya kazi kwa bidii sana kutuletelea kitu bora. Mama Resi aliinama polepole, vidole vyake vilivyokunja vikishikilia kitambaa chake. Ah, binti yangu ana moyo kama dhahabu. Naomba tu dunia hii isiponde wema wake. Alitazama kuelekea mbinguni na kunung'unika. Mungu, popote Leticia wangu alipo, malinde. Teri, maisha mapya ya Leticia. Lagos wakati huo huo. Lagos, maisha ya Leticia yalikuwa yamebadilika zaidi kuliko familia yake walivyoweza kufikiria. Siku zake sasa zilianza na sauti ya muziki wa piano ikipita kupitia njia ndefu na harufu ya kifungua kinywa kilichoandaliwa na wapishi wenye sare. Alikula kutoka kwenye sahani ambazo zilikarimu zaidi kuliko kile kiti chake cha zamani cha mwavuli. Hata hivyo, kila alipoinua uma wa dhahabu alikumbuka dada yake akila kwa mikono tupu kando ya moto. Wakati mwingine Anjeli ficha kipande cha mkate chumbani mwake, si kwa sababu alihitaji, lakini kwa sababu kilimkumbusha ni nani alikuwa zamani. Rodine alitambua utulivu wake. Jioni moja wakati wa chakula cha jioni, umekuwa umepotea kwenye mawazo hivi karibuni, alisema kwa upole. Kila kitu kiko sawa? Leticia alitabasamu kwa adabu. Ndio bwana, namaanisha, Rodine niko sawa ninafikiri tu nyumbani aliyejimia karibu niambie kuhusu nyumbani kwako alitabasamu kwa huzuni mama yangu ni mzee lakini moyo wake ni imara dada yangu chinwe ni mdogo lakini anafanya kazi kwa bidii zaidi kuliko watu wazima wengi wao ni ulimwengo wangu nilikuja lagos tu ili kufanya maisha yao kuwa bora rodine alina mapole pole Una unyenyekevu hata katika starehe, hiyo ni adimu. Alijiondoa kwa muda mfupi kisha akaita baba yake usiku ule huo. Baba, alisema, moyo wa Leticia bado uko kijijini. Nafikiri tunapaswa kuleta familia yake kutembelea. Bwana Robert alitabasamu kwenye mwisho mwingine. Wazo la busara, mwanangu. Furaha ya kweli haikamiliki wakati wale tunaowapenda wameachwa nyuma saig rn familia inakuja Lagos. Wiki moja baadaye gari juisi la suv lilipinduliwa Ogomosho. Wakazi wa kijiji walikusanyika wakitazama kwa mshangao watu wawili waliposhuka wakishikilia barua iliyotiwa muhuri wa dhahabu. Je, wewe ni bi raisi mama wa Leticia? Mmoja wao aliuliza. Moyo wa mama raisi karibu ukasimama. Ndio mimi ndie. Je, jambo limetokea kwa binti yangu? Mtu yule alitabasamu. Hakuna jambo baya bibi, Leticia ametuma kwako, alisema mwambie, mama apange kitamba chake na begi la Chinwe, mabinti wake wanasubiri. Machozi yalitiririka mashavuni mwake alipoinua mikono yake kuelekea mbinguni. Ah, Mungu wangu, wewe ni mwaminifu. Leticia wangu hatukunisahau sahau. Walipofika Lagos siku iliyofuata Macho ya Mama Raisi yalija machozi alipoona jumba. Hakuweza kushuka kutoka garini mara ya kwanza. Aliendelea kunungunika, Je, una uhakika hatujapotea? Leticia alikuja akikimbia chini ya ngazi za marmar bila viatu. Kitamba chake kikipeperushwa nyuma yake. Alipiga magoti mbele ya mama yake. Mama, alilia. Mama Raisi alipiga magoti pia, akimshikilia kwa nguvu, binti yangu uko hai. Nilidhani Lagos imekumeza wote wawili. Walilia machozi yao yakianguka kwenye sakafu safi, na kwa mara moja watumishi wa nyumba walisimama kimya, wakiathiriwa na uzuri wa hali hiyo. Hata Bi Agnes ambaye alikuwa amemdharau Leticia kwa siri alihisi kitu kikibadilika kifuani mwake alipoona mkutano huo. Jioni ile, Bwana Robert aliwapokea kibinafsi. Bi Raisi, binti yako ni baraka kwa familia yangu, anabeba mwanga popote endapo. Mama Raisi alifuta macho yake. Bwana Mungu akubariki. Leticia ni mzuri, lakini amepata mateso mengi. Asante kwa kuona kile ambacho wengine hawakuweza. Kar minongono yanarudi. Lakini amani haikudumu muda mrefu. Ndani ya siku chache minongono ilianza tena. Baadhi ya wajakazi walisema Mama Rais hakujua jinsi ya kutumia choo vizuri. Wengine walidhihaki msisimko wa Chinwe wa kuona bwawa la kuogelea kwa mara ya kwanza. Tazama msichana wa kijijini, mmoja alisema, anadhani ni mato. Leticia aliwasikiliza makana mmoja na kumwambia Chinwe kimya kimya, usiwajali dada yangu, wache wacheke. Kila kicheko kitageuka makofi siku moja. Chinwe aliinama Ninajivunia wewe Leti, lakini wakati mwingine nahisi kama hatustahili kuwa hapa. Leticia alitabasamu kwa huzuni. Labda, lakini wema ndio uliotuleta hapa, si kiburi. Tukiendelea kuwa sisi wenyewe, Mungu atakamilisha alichoanza. Hata hivyo, si kila mtu aliwatakia mema. Agnes alikuwa amekuwa na uchungu, akiwa anatazama ukaribu wa familia. Alianza kupanda uongo mdogo karibu na jumba akidai kuwa Leticia alikuwa akitumia mama yake kudhibiti nyumba, kwamba alijifanya tu kuwa mnyenyekevu, kwamba siku moja alipanga kuuza mkate wake kwa pesa za uchawi. Uvumi ulifikia hata masikio ya Rodini, ukinongonezwa kimya kimya pembeni, lakini Leticia hakujitetea kamwe. Alipumbua, alisema tu ukweli haupigi kelele, unasubiri. Kimya chake kikawa ngao yake ingawa pia kikawa sababu watu wengi wakaanza kumshuku. Jioni moja jua lilipozama, alisimama karibu na dirisha akitazama taa za jiji zilizo mbali. Mama yake alikuja kando yake. Binti yangu, Mama Raisi alisema kwa upole, wema ulikuleta hapa lakini lazima uwe na busara pia. Si kila mtu anayetabasamu anakupenda. Leticia aliinama, machozi yakija. Mama, najua, lakini siwezi kupigana na chuki kwa chuki Nitaendelea kuwa mimi. Mama yake alihema kwa nguvu, basi mwache Mungu awe mtetezi wako. Usiku ule taa za jumba zilipozimwa moja baada ya nyingine, dhoruba ilikusani kusanyika mbali wote mbinguni na katika hatima ya Leticia. Minongono ono ya wivu ilikuwa ikizidi, ikijiandaa kwa jaribio ambalo lingelitikisa ulimwengu wake mpya. Mvua na ushahidi. Mvua ilikuja mapema mwaka huo, mawingu mazito yalining'inia juu ya Lagos, na jumba la Bwana Robert lilionekana kimya zaidi kuliko kawaida. Mawa ya bustani yaliinamia chini ya uzito wa dharuba, petali zao zikidondoka kama machozi ndani. Mwangaza ambao ulijaza nyumba ulikuwa umezimwa na uzito wa minongono na hukumu za kimya. Kwa wiki kadhaa sasa Hewa ndani ya jumba ilikuwa nzito na uvumi. Uongo mdogo ulikuwa umekuwa kuwa vivuli vikubwa ukisamba kutoka kwa mjakazi hadi kwa mlinzi, kutoka kwa mlinzi hadi kwa katibu. Na katikati ya hayo yote kulikuwa na Bi Agnes. Alikuwa daima mwaminifu kwa Bwana Robert, lakini kiburi chake hakikuweza kukubali kwamba muuzaji wa zamani wa mikate amekuwa mwanamke wa nyumba. Macho yake yaliwaka kila alipomwona Leticia akitembea kando ya Rodini au akimhudumia mama yake kifungua kinywa kitandani. Ilimhisi kama dunia imepinduka. Asubuhi moja alipokuwa akisugua vyombo vya fedha, alimwambia majakazi mwingine kwa kunung'unika. Msichana huyo anajifanya. Unadhani unyenyekevu unaweza kudumu pesa zinapokuja? Subiri tu. Atazionesha rangi zake za kweli hivi karibuni. Ahbi, Agnes, mjakazi mwingine, alisema. Lakini Bwana Rodine anampenda sana, kama kweli ni safi. Agnes alisimua, mapenzi huwapofusha watu matajiri. Anacheza mhezo wake vizuri, nina ushahidi au nitaupata hivi karibuni Ray. Tukio la sokoni. Ushahidi huo ulikuja kupitia bahati mbaya ya ukatili. Machana mmoja Leticia alienda na Chinwe sokoni la karibu, alimis harufu ya mahindi yaliyokuwa Kelele za wafanyabiashara wakipiga bei moyo wake ulitaka kuhisi ulimwengu ambao alikuwa ni sehemu yake zamani. Walivaa nguo rahisi ili kuepuka umakini. Sokoni, alinunua mboga, viazi, na mafuta ya mchikichi. Akicheka na Chinwe kama siku za zamani, lakini aliponyosha mkono kufikia mkoba wake kulipa, aligundua amesahau mkoba wake nyumbani. Mwanamke wa sokoni alitayarisha. Bibi, huna pesa? Ninyi watu wa jiji mnapenda kuonyesha, tununua sasa lipa baadaye. Hapana. Leticia alitabasamu. Pole mama, nimeyacha nyumbani. Je, naweza kutuma mtu na pesa asubuhi kesho? Lakini kabla hajamaliza, mtu aliyekuwa amesimama karibu alimtambua uso wake. Ah, siyo huyu mwanamke mpya tajiri anayeishi kwenye jumba la Robert? Kwa hivyo ananunua vitu kwa mkopo. Hmm, maisha ya Lagos. Watu walianza kukusanyika wakiongea kwa sauti. Macho ya Chinwe yalijaa aibu. Dada, twende. Waliondoka haraka bila kujua kwamba moja wa wajakazi wa nyumbani aliyetumwa na Agnes alikuwa amewafuata kwa siri na kurekodi kila kitu kwenye simu yake. Kufikia jioni, video hiyo ilikuwa kila mahali kwenye jumba: Leticia sokoni akishtakiwa kwa kununua kwa mkopo. Agnes alionyesha Bwana Robert uso wake ukiwa na uzito. Bwana, samahani kuleta hili, alisema. Lakini nilidhani unapaswa kujua. Mkwe wako wa baadaye anaonekana kuficha njia zake za kweli. Fikiria kununua vitu kwa mkopo wakati anaishi kwenye nyumba yako, nani anajua anayoficha kingine? Bwana Robert alitazama simu kimya, uso wake usiosomeka. Una uhakika hili ndilo linavyonekana? Agnes aliinama kwa bidii. Nimekuonya bwana, msichana huyo ataleta aibu siku moja. Bwana Robert alihema kwa nguvu. Asante Agnes, niondoki. Alipoondoka, alikaa kimya kwa muda mrefu. Mtu ambaye zamani aliamini silika ya kisasa alihisi uchungu wa mashaka jioni. Ila baadaye alimwita Rodine na kumuonyesha video. Mwanangu, alisema, ninahitaji umuulize nini kilitokea. Sitaki kuamini uvumi, lakini lazima uone mwenyewe. Rodine aliinama ma, ingawa macho yake yalikuwa na wasiwasi. Ukaguzi usiku ule, Leticia aliingia sebuleni akakuta baba na mwana wote wawili wakisubiri. Alihisi mara moja kuna jambo si sawa. Leticia, Rodine alisema kwa upole, ulikuwa wapi mchana huu? Nilienda sokoni na Chinwe, alijibu, nilitaka kupikia mama mwenyewe Bwana Robert aliyegemea mbele. Je, ulinunua vitu kwa mkopo? moyo wa Leticia ulipiga kwa nguvu. Bwana, hapana, nilisahau mkoba wangu, na nilipanga kutuma dereva akarudi kulipa mapema asubuhi kesho. Agnes alisogea mbele kutoka pembe bila kuarikwa, lakini akijifanya kusaidia. Lakini bibi, mwanamke aliyesokoni alisema uliomba. Nilisikia kwa masikio yangu mwenyewe. Leticia alimgeukia kwa utulivu. Bi Agnes, hukuwepo. Agnes alitabasamu kwa kejeli. O oh, lakini video inasema vingine. Bwana Robert alihema. Leticia, nimeona. Siushuku moyo wako, lakini muonekano una maana katika dunia hii. Unapotoka nje kama sehemu ya familia hii, lazima utende ipasavyo. Machozi yalijaza macho ya Leticia. Bwana, sikusudia kuleta aibu. Nilitaka tukuishi kwa urahisi kama zamani labda sistahili kuwa hapa, baada ya yote. Rodine alisimama haraka na kushikilia mkono wake. Usiseme hivyo, unastahili kuwa hapa zaidi kuliko mtu yeyote. Tutafuta uhakika huu. Lakini uharibifu tayari ulikuwa umefanyika. Watumishi walinong'ona, walinzi walibadilisha na matazamo, na kufikia asubuhi, hadithi ilikuwa imesambaa hata nje ya jumba. Kwa mara ya kwanza, Leticia alianza kuhisi kama mgeni katika nyumba ambayo wakati mmoja ilihisi kama ndoto. Alitumia muda zaidi peke yake, akimpikia mama yake na kuomba kimya usiku. Mama Raisi alitambua huzuni katika macho yake. Binti yangu, ni nini kinakusumbua? Leticia alishutisha kichwa, akilazimisha tabasamu. Hakuna kitu mama, maisha ya Lagos tu. Mama Raisi alinyosha mkono na kugusa mkono wake. Unaweza kuficha maumivu kwa wengine, lakini sio kwa mama yako. Usiache uongo uwibe amani yako, kumbuka. Ukweli unatembea polepole pole, lakini daima unafika. Leticia aliinama, ingawa moyo wake ulitetemeka. Usiku ule huo, mvua kubwa ilianguka. Tena radi ilinguruma kama ngoma kutoka mbinguni. Umeme ulikatika na jumba liliangazwa tu na mishumaa. Leticia alienda jikoni kuangalia mama yake na dada yake tu ili kusikia sauti kutoka njiani, Agnes na mmoja wa walinzi wakinong'ona kwa nguvu. Hatadumu hapa muda mrefu, Agnes alisema. Mara nitakapomfanya Bwana Robert aone anatafuta pesa zake, atatumwa mbali. Mlinzi alicheka kimya kimya, una ujasiri, Bi Agnes. Lakini kama wakigundua ulifanya video, Agnes alinyanyua. Hawatajua. Wakati nitakapomaliza wataamini kila neno. Letisha aliganda nyuma ya ukuta, moyo wake ukivunjika. Alitaka kutoka na kumkabili, lakini kisha alikumbuka maneno ya mama yake, usiache uongo uwibe amani yako. Kwa hivyo alirudi kimya, alienda kwenye chumba chake na kupiga magoti kando ya kitanda chake, machozi yake yalianguka. Alipumbea kwa sauti ya chini, Mungu nitetee, ukweli unene kwa ajili yangu wakati siwezi. Stars. Ukweli unazungumzwa. Asubuhi iliyofuata Bwana Robert aliwaalika wote kwenye ukumbi mkuu. Uso wake ulikuwa mkali. Agnes alisimama kwa fahari kando yake akifikiri mpango wake ulifanya kazi, lakini alichokuwa hakijui ni kwamba ukweli tayari ulikuwa umeanza kutembea, na ulikuwa ukija kwenye jumba. Kila mtu yupo hapa, Bwana Robert alisema polepole. Sasa tutapata ukweli. Alimgiukia Agnes umeleta video hii na unadai inathibitisha aibu ya Leticia. Sema. Agnes aliinama kidogo, sauti yake imara, lakini ikichanganywa na kiburi. Bwana, nilifanya wajibu wangu tu. Nilimuona msichana huyu, muuzaji wa mkate, akiomba omba kununua vitu kwa mkopo. Jinsi gani mwanamke wa nyumba hii anaweza kufanya hivyo? Nilitaka tu kulinda jina lako. Leticia alibaki na kichwa chake chini, kimya. Mama yake aligusa bega lake kwa upole. Sima mwanangu, alinungunika, lakini Leticia alishutisha kichwa. Mama, ukweli hauhitaji kelele. Bwana Robert alihema kwa nguvu. Leticia, umesikia shtaka unasema nini? Aliinua macho yake kwa upole, machozi ya kimetameta. Bwana, kile alichosema ni kweli kwa sehemu. Nilienda sokoni. Nilinunua chakula lakini sikuomba. Nilisahau mkoba wangu, na nikamwambia mwanamke nitatuma dereva kulipa asubuhi mapema kesho. Sikusudia kusababisha aibu. Sauti yake ilitetemeka, lakini mtazamo wake ulibaki mtulivu. Bwana, nililelewa kuthamini uaminifu, hata ninapoeleweka vibaya. Agnes alicheka kwa upole. O, tafadhali, sisi sote tunajua watu maskini ni wazuri kujifanya Unadhani sijui aina yako? Wakati huo mlango mkuu ulifunguliwa, kila mtu aligeuka. Mchimba bustani mzee Baba Kachi alipoingia, nguo zake zikibeba mavumbi kutoka bustanini, mkononi mwake kuliku